Wanakuja kushtuka saa nane mchana. Watu washaswali na adhuri. Saa nane mchana. Hehehe, jamani. Ah! Hivi nane ndio jambo la Paul yake. Yaani saa nane mchana adhuri ishaswaliwa. Wewe ndio unashtua watu. Jamani, maandalizi, maandalizi yapi? Akili zao ndogo eti wanadanganyana kwamba tukae kimya tuwanyime Yanga hela, maskini ya Mungu walioai sisi, hela tumepata jana mm -hmm. Endeni enka kawaulizeni ripoti ya mauzo ya tiketi ya mechi ya jana, wakawambia makeja nimwambia meweza, mkafikiri metunga hizi takwimu. Watu elfu hamsini na moja walikata tiketi, unazungumza zaidi ya milioni mia nne ishirini mbele huko lakini wale watu ambao walikata ticket asilimia karibia thelathini hata arobaini hawakuja uwanjani hisee, tulipata ko waliokosa haki ya kuja uwanjani kwa namba ya dada washabiki wao ambao walinunua ticket na viola amekosa msimamo, nao wanamokaa nyumbani. Kwa hiyo wao kwa kutokufikiria kwa ukubwa wakaamini wanainima su Yanga mabafu kumbe Yanga tushaingiza cheza kiko hapa, wao hawajaja, timu yao wametelekeza uwanjani, mashabiki wao hawapo, eh? Sasa kumeigomoa Yanga megomoa timu yao, ukimi ukimya waliokuwa nao kugomea siku mkutano nini, walikuwa wanaigomoa Yanga au wanajigomoa wenyewe? Lakini mimi siona kitu kama hea tumepata ubingwa tumeleta. Wao wanaridi wao. Sio hama. Kutoka jana walichopeba wao nini? Sio hama. Sasa hii kama ndio kuna watu mpaka leo wameweka kindei kwenye simu hata kuwasha. Vitu ai vitu vya kitototo tu, vitu vya kishamba shamba tu umeviwekea msisitizo vimeenda kwa ingia shimo. Sasa tuwaeleze. Lakini nimeona mjadala imekuwa mingi kwamba imefika mara tano imesha nini, si tumechoka? Yanga, very clear, hatujachoka, na kadri tunapozidi kushinda ndio uchu unaongezeka, kadri tunapozidi kuwakana ndio uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka Yaani, sasa mtoto umemlambisha asali. malengo yetu kwanza, tutakwenda kupumzika zikifika kumi, yaani vipigo hivi vienye mpaka mara kumi mfululizo ndio oh, hapo Yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kwetu. Hapo sasa hivi bado tutamuona na nguvu, nanani nguvu. kwa hiyo tutaendelea kumshughulikia paka zifike mara kumi mfululizo. Na au wajagaana watafungua ligi msimu ujao na ngao tena, hiyo sio mbali ni, sep ni Septemba, mwezi wa tisa wa Kiswahili, tena tutakuja kubisha hodi hapo, tena itakuwa mara ya sita, insha Allah kwenye ligi zikiwa mbili na kwa gabi nane anamna kwenye sealio kichaganya tisa kwa msimu ujao majaliwa Mwenyezi Mungu, akienda sawa, kujaliwa uhai, tutakutana tena hapo tulizungumza. Tumemfunga Simba mara tisa mfululizo na inawezekana kama kila mwaka, sasa tunajenga timu ah, inawezekana sababu sasa hivi nimeona watu ambao wanatakiwa wakatu wameshafika 20, wachezaji ambao wanatakiwa wakukuzwa wafika 20. Kwa maana yake msimu ujao kupya tena na walipokuwa na wabunge watu wao wakishapika eshirini wake wengine wataita press, tunajenga timu opya. Wakishafanya jmjuza yao pale, tunataka umingwa mwisho wa msimu wanapoteana. Hatujachoka, ni tano mfurulizo na tunaelekea zifike kumi mfurulizo, na zitafika kwa timu tunayoitengeneza msimu jao, kwa uongozi imara ambao tuko nao, kwa support tunaipata kwa wanachama wetu, hizi kumi zitafika mfululizo, panapajala zitafika zitafika, wala sio utaki. Kwa hiyo kama kuna mtu wanataka kumlaumu, walio huyo mtu aliokijaa baada ya kuona wasasema jana

Hawakubali kama sisi tuna uongozi bora hivi. Kwa mfano ukimchukua injinia engineer mmoja injinia mmoja peke yake ukamsimamisha, ukamfananisha na nani katika upande ule, au uchukue wote uwatie kwenye blenda, usaje upate mtu mmoja bado hamfikii mtu mmoja akiongeza hapo, akiongeza maji yaliyotulia

kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pichi. Nachokiona sasa hivi sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu. Wakati Yanga hawa wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuongoza timu yao pale, ndio kuma na mchele ziliachana. Sio kama hawaelewi ya pale pale, ndio kuma zilikuwa huku mchele ukawa huku ile siku yangu waliopiga kura kupitisha katiba yao pale, wale yangu waliamua hizi gumba umche sasa. Wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machao wili watatu, wakifanya jango denda, katetie mtandaoni, katusemele redioni, kambalie mwisho wa msimu vilio kama hawatakwenda kwenye ukweli, na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi hivi hivi hivi hivi hawawezi. <laughs> Yanga levo tuliofika sasa hivi, ndugu zangu, ni levo ya sio tu kuutawala au mpira, ni kuutawala kutoa shule, yani, kuutawale mpira na kufundisha na si wengine kuhusu mpira.